Umma kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambayo imetolewa leo tarehe 8 Novemba 2025 inasema: Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inapenda kutaarifu umma kuwa kwa mujibu wa kalenda ya kitaaluma ya mwaka wa masomo 2025/2026 vyuo vyote vya elimu ya kati na ya juu vya umma na binafsi vitafunguliwa kama ifuatavyo: Wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanatakiwa kufika vyuoni kuanza programu ya utangulizi yani orientation programs kuanzia tarehe 17 Novemba, kabla ya kuanza rasmi masomo. Wanafunzi wanaoendelea watarejea vyuoni kuanza rasmi masomo kuanzia tarehe 24 Novemba 2025. Aidha, wizara inawahimiza wanafunzi wote kufika vyuoni kwa wakati, kufuata ratiba zilizopangwa, na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kitaaluma tunawatakia masomo mema. Imetolewa na Katibu Mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia.